Man. wezama be kwani ulikuwa unajifukiza hamna Nilikuwa naweka vitu vizuri tu hapo sasa mimi mm. nimekuita nina ni jambo la msingi mm. sawa ni jambo la msingi unajua hivi vitu vinaenda kwa mawasiliano mm. sawa hivi vitu vinazungumzika. mm. Sawa. mimi kama mkuu wa eneo hili, mm. mkuu wa kaya hii. Ndiyo. na mimi sio mwenye nyumba. Ndiyo. mimi itatoka, ita, ita pauni pauni, elfu ishirini ishirini kwa kila mtu. Ehe. Lengo la kutoa elfu ishirini ishirini, mm. tunatengeneza sauti yetu. mm. Sawa, tumkatae mwenyekiti ambako pale tunakubaliana mwenyekiti wetu awe Biaro kwa tunamtoa kitu, tunamweka nani, Biaro. Nishaongea na watu wote, nimewaambia wakae vizuri na kadi zao, elfu ishirini ishirini nawapa keshi. Lakini tukienda pale, yes ameita kikao hmm, tunamsikiliza kikao chake, lakini lengo letu la msingi ni kumtoa pale alipo, tunamweka mwenyekiti mwingine We, huyo Biaro una uhakika naye? naye huyo Biaro ah, unauhakika naye. Nikwambie, unajua yule kitu anapenda vitu vya makaratasi makaratasi. Ila Biaro ni mtu ambaye sasa hivi atoke mpigia simu hapa kumwambia mwenyekiti, bwana bana, mimi hapa biashara yangu imekaa vibaya, natakiwa elfu hamsini inaingia elfu hamsini chapu. Hmm. Lakini Keito atataka hiyo elfu hamsini na kujaji, inaenda wapi? Matumizi ya elfu hamsini chama kitarudisha kitu gani? Lakini baada ya muda fulani natakiwa elfu hamsini ndete kitu fulani, si ndio? Utaratibu lakini wa uongozi, utaratibu upo ili uvunjwe. Huko kwa utaratibu ule, mara ya kwanza tuliona uko sawa, ila sasa hivi hauko sawa. Kwa hiyo nyinyi mnataka watu ambao wanavunja utaratibu, sio nyinyi? Sisi na wewe uwepo tuvunje utaratibu, tunamtoa Kito tunamweka Bialo. Mimi mi nakuuliza kwa sababu tunavoingia na maana tunaenda kulivaa kwa pamoja, na kuuliza kwa timu kwa umakini, ili nijue kama naweza kushiriki ama sitaweza. Wewe kushiriki lazima, wewe si mpangaji wangu. Nakuambia ingia ni kichama? Nani anakuambia ingia? Naweza nisishiriki chama chochote. Nimekuambia ingia kwenye kichama? Au nani we na, na, na, na, na, na mimi si ndio mwenyeji wako hapa mpaka sasa hivi una miaka minne siyo mitano. Hii unaona faida ya kile chama, ni kwa sababu ya sisi tumesimama. Sasa sisi wenyeji tunasemaje? Tunatakiwa tumtoe yule. Wewe isikupagawishe elfu ishirini elfu ishirini Oh, hiyo nakupa kwa sababu ya kuacha vitu vyako. Mm, eh hey, hey. Tunaenda pale tunakuwa na jambo bwana, hatumtaki huyu na tuna, pale tunasema hivi amina, na nakwambia na, na, na, tukifika pale tunasema bwana, sikiliza eh hey akiongea pale tunamsikiliza, tunamsikiliza kwa makini. Akisema mwenye maoni e, bana, mheshimiwa, uongozi wako umetukuka, uongozi wako mzuri e. Lakini, hakuna, kwe, hakuna lenye mwanzo likakosa kuwa na mwisho. Kwa manufaa ya chama chetu, tunaomba utupishe aingie nani, Dialo. Kwa sababu gani? Sera za Dialo vizuri unajua chama chetu unajua, unajua kitu. Alivyoingia alisema tunatakiwa tuwe na bodaboda ngapi? Nakumbuka eh hey, alisema tutakuwa na bodaboda ishirini. Eti bodaboda ishirini hatuna, eti kaenda kununua mashine eti ya kusaga, kaenda kuchimba kisima eti maji. Mpaka unataka ujiulize, huyu huyu atakawe mbunge? Mbona chama anaenda kukiharibu? Tungenunua bodaboda ikaenda kuweka mashine ya kusaga sawa, kweli eneo letu lote lilikuwa mashine ya kusaga, hakuna mashine ile pale lakini, mbona tuambie, haya imeingiza shingapi mashine mpaka sasa hivi? Si ningekuacha, maana nasikia usingizi nikapumzike kidogo, yaani eh, eh, ukalale mapema namna hiyo. Kwa sababu gani? naona nasikia usingizi. Kwa mimi maneno yangu yanakuwa kama dawa za kulevya, ushaelewa. Kwa mbao, inaonekana kabisa ni utaki kushirikiana na sisi yeah. kwenye hili jambo utaki kushiriki, nimekuelewa. Wewe uko upande wa Kito asiko upande wote kwa sasa, labda nikilala nikiamka naweza kupata mawazo mazuri ni, nikakujibu kwamba naweza kuendelea na upande wako hey. ama si tuendelea na upande wote kwa mbaka ukalale eh hey, nikapumzika kidogo. Hata hivyo nimesimama hapa muda mrefu, ukalale sasa hivi kabisa mapema, yote unaenda kulala Mm. Hey. Kwa usingizi ndio utaamua.

hii swala la timu, mimi ndo nimefanya organization hii, lazima alisema ataleta. Ha, mbegu mbegu gani na, na, ha? Na uko serious na usingizi wewe? Hapa ni sehemu yako, unaishi hapa, unajua mipaka yako. Sisi ni wapangaji, tutazunguka tunaweza kupanga kokote. Leo niko kwako, kesho siko kwako, naenda kupanga nyumba ya a mpinzani wetu je kwa hiyo wewe kumbe una utaratibu wako. Sawa. Basi mimi nimejua mbaya atoki mbali mbaya anatoka huku na mimi nimeshangaa. Sina maana hiyo. Sisi binadamu. Mimi sijawahi kukoloma. Hatuwezi kuvaa ubaya wa watu. Mimi sikolomi, mimi usiku na koloma kumbe kuna watu wananikaba. Wewe unaniongelea vibaya. Mimi nashangaa. Kwa hiyo familia zako kama ziko mbali, ndio tusimtoe mtu kwenye chama. Ndio tusimtoe mtu kwenye chama. Tusimtoe mtu kwenye chama. Aya, hapo tu anaongoza kikundi cha watu wachache. Aya, huyo angekuwa anaongoza kichama cha serikali au angekuwa anaongoza chama sio cha upinzani au angekuwa anaongoza chama kinachotaka madaraka. Wote hawako sahihi. Nisikilize Ila, mimi. Sasa mimi nasemaje? Wewe utake kulala, usitake kulala. Nimekujua wewe ndio mbaya, wewe ndio mnafiki wetu. Eti utaki kujadiliana swala la kutolewa mtu kwenye chama chetu, mpaka eti ulale uamke na elfu ishirini utaki. Hayo, kwa nusu yenda kulala na hiyo elfu ishirini. Kwa nusu ichukue elfu ishirini ukaenda kulala. Ukichukua okay, hela maana yake umekubaliana na wewe hujakubaliana na wewe ujakubalianaindo maana nikaomba muda. Sawa. Ah, ah. Sawa. Muda, sawa sawa sasa. Sawa. Sawa. Kama eh, kitu ataendelea na hiki chama eh, anakwambia okay hata kama mi sitofanya chochote sitoshiriki chochote. Unaama we usiposhiriki, ina maana kama zilitakiwa zipigwe kula ishirini zakeitu atoke pale kwenye kiti, ina maana kumi na tisa lazima tutaoji. Huyu mmoja anafanyaje? We utatoa maelezo yako, si umekata elfu ishirini na nyinyi mnajua yeye kajipangaje mpaka ondoka kunlaumu mimi uniamishe bure. Unajua yeye kajipangaje sana, yeye kujipanga tutakiwi kulijadili, kwa sababu sisi ndio tunaandaa mpa, mpango wa yeye kutoka. Yeye ajipange asijipange, sisi tutakiwa tumtoe na tunamtoa kwenye mfumo gani? Tunamtoa kwenye mfumo ambao kwanza tunamwambia tulikubaliana, unanunua pikipiki 20 eh, za chama. Wewe umeenda kutengeneza mashine, alafu mapato na matumizi tutakiwa tusomewe kila siku. Yeye anasema kila baada ya miezi mitatu yeye. Nani, kuna siku atasema sisi sio wanachama chama chake. Wewe ulifikiri hilo Alafu dialo wejiulizi, dialo hapa tu kusema yeye awe mwenyekiti tayari anatoa elfu ishirini ishirini. Vipi akiwa mwenyekiti, hatuwezi tukapewa misha sisi? Oh, umeliona hiyo, tumchague dialo? Anatoa elfu ishirini ishirini, unasema nikupe elfu ishirini, acha nikalale kwanza. Bado bado bado tunabishana, unaendelea kukinzana.